Mke wa mgombea urais kupitia Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Regina Lowassa ameshangazwa na umati mkubwa wa wanawake waliojitokeza kumlaki katika ukumbi wa Mtenda jijini Mbeya. Mama Lowassa, ambaye anazunguka katika mikoa mbalimbali kumombea kura za kutosha mgombea huyo, amesema wanawake wa Mbeya wameonyesha chachu wa mabadiliko yanayotakiwa kuigwa na wanawake wengine katika mikoa yote nchini Tanzania wanawake wa Mbeya mko mbali sana. Wanawake wa Mbeya mlishajitambua. Wanawake wa Mbeya mmenitia yeah, moyo kuliko yeah. Unajua, nilikuwa najiuliza siku zote mbona sijaenda Mbeya? Maanake ilikuwa tuje Mbeya muda mrefu, lakini kumbe Mungu alikuwa anapanga, leo ndio hiyo Mbeya kwa ajili ya wanawake wa Mbeya leo nimelitia nguvu kiasi ambacho naweza nikaenda maili nyingi sana bila uoga na bila kuchoka. Lakini hii inanipa fundisho moja kwamba kumbe kweli kukiwa na mabadiliko ya kweli mambo yanakuwa kama hivi. Tumetembea maeneo mengi sana Tanzania, tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Mungu amenijalia pamoja na wenzangu tumezunguka maeneo mengi sana Tanzania. Tumekutana na kina mama aina nyingi, wa mjini na wa vijijini. Kuna maeneo mengine unakuta kina mama huko tayari, lakini wana uoga uoga fulani. Sasa nilipoona wana, wanawake wa Mbeya leo, nikatamani nyinyi mngekuwa mbegu, nikawachukua nikawapanda kila eneo Tanzania nzima. Akizungumza na wanawake hao, mama Lowassa amesema ukombozi mpya ulianzia mkoani hapa hivyo amewataka wanawake hao kusambaza upendo kwa wanawake wengine wote nchini ili mabadiliko ya kweli yaweze kupatikana Oktoba ishirini na tano mwaka huu. Ukombozi mpya ule tunaozungumza ulianzia Mbeya. Sasa sisi kama wanawake wa Mbeya, hii kazi tulishaianza tangu mwaka elfu mbili na kumi. Mkumbuke bado tuko kazini, tunaendelea kusonga mbele na ukombozi huu utakamilika lini? Amin! Yes, yes, yes, yes, yes. Mimi naomba pamoja na kwamba tumeshafikia siku za mwisho mwisho, sisi tutumie ujasiri wetu, tutumie tunachokiweza kuongea na ndugu rafiki na nani kokote Tanzania nzima. Hebu yeah, nisaidieni tueleze hiki ambacho mimi nakiona leo, mimi nashinda hata kukielezea. Tueleze wanawake wengine Tanzania nzima wasikie, wasikie hiki ambacho nimekisikia leo, Siwezi kukielezea mdomoni, lakini nilichokiona ni kitu kikubwa, ni kitu kizuri, ni kitu cha matamanio ya wanawake wengi Tanzania. Sasa waambieni wanawake wengine, hivi nyie kwa miaka hamsini bado hamjajitambua? Mbona hii kitu ni hiari yako? Hebu fanyeni kweli, kama sisi wanawake wa Mbeya. Nenda pale kapige Kabla ya kukaribishwa kwa Mama Lowassa, mgombea ubunge kwa tiketi ya Chadema katika jimbo la Mbeya mjini Joseph Mbilinyi aka Mr Sugu, alikuwa na haya ya kueleza. Zamani CCM walikuwa wanapenda kusema wanawake wa Mbeya ni mtaji kwao, lakini Mbeya mtaji wao sisi wenyewe tulishakata, mama, wamefilisika. Mimi mama zangu niseme, tunawashukuru sana. Huu si mkutano wangu. Leo nilimsindikiza tu mama yetu mpendwa wakati anakuja hapa, na mimi nichukue baraka zake, lakini nina shughuli nyingi za kufanya, nikasema tu nimsindikize mama kwenye mkutano huu. Sitakaa, lakini nitumie tu fursa hii kwa mara nyingine, mbele ya mama kuomba kura zenu za kutosha niendelee kuwa rais wa, wa Mbeya pamoja wa na mambo yote yaliyojiri katika ukumbi huo, wanawake wa mkoa wa Mbeya waliweza kumzawadia Mama Regina Lowassa zawadi ya chungu, mkeka na ungo kama ishara ya kumtambua kuwa yeye ni mama wa Kiafrika, hivyo endapo akifanikiwa kuwa first lady asisahau utamaduni wake. Peter Edson, Mwananchi Digital.